Wapendwa wana taifa la Mungu, karibuni tushirikishane mambo matakatifu, neno la Mungu. Lakini kabla ya kuanza kipindi hiki, tujikabidhi mikononi mwa Bwana, tukikuomba Bwana uwe nasi katika neno hili nitakalo washirikisha watumishi wako. Nibariki, uniongoze, mtume wako mtakatifu awe mwanga na msimamizi wa tukio hili, lakini wabariki wale wote ambao watasikia neno hili kupitia vyombo mbalimbali vya habari, YouTube, redio na kadhalika. Neno hili liweze kutusaidia sote, na hasa katika kipindi cha Kwaresma, kwa Kristo Bwana wetu, amina. Wapendwa watumishi wa Mungu, leo ninachotaka kukuletea ni ujumbe wa Kwaresma 2025. Huu ni ujumbe wa Kwaresma ka kitabu haka ambako kana ujumbe wa Kwaresma uliotolewa na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Ni utamaduni sasa wa miaka mingi, mababa maaskofu Katoliki Tanzania kila Kwaresma wanatoa ujumbe. Ujumbe ambao wanaulenga waendee waamini wote wenye mapenzi mema wasaidie katika tafakari na kila mwaka huwa maaskofu wanatoa ujumbe fulani, mada fulani inakuja kwetu. Sasa, kwa mwaka huu elfu mbili ishirini na tano ujumbe huu wa Kwaresma dhamira, e, kuu ni simameni imara katika imani, simameni imara katika imani, ambao ujumbe huu tunaukuta waraka wa kwanza wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya kumi na sita aya ya kumi na tatu ni ujumbe umeweka kwenye kakitabu haka na ukawa umeidhinishwa na kupitishwa na maaskofu arobaini wa Tanzania. Mababu maaskofu wametuambia sisi mapadre — pengine inawezekana wengine hawajapata taarifa — kwamba ujumbe huu tuwashirikishe waamini wetu kila baada ya njia msalaba, basi usome ujumbe huu mpaka kipindi chote cha Kwaresma huo umeisha. Kwa niwaombe mababa mapadre kwenye taasisi, kwenye parokia, vigangoni huko, tuakishe ujumbe huu nafika, kwa sababu ni maelekezo ya mababa maaskofu. Sasa mimi nitakuwa nawashirikisha na, na ujumbe huu e, kwa muda tu, mpaka tunapomaliza na pengine unaweza ukawa na ujumbe huu, lakini mimi nitatumia lugha rahisi pengine nitakuwa naelezea ili tuweze kufahamu mambo haya mazuri. Sasa sura ya kwanza, uelewa wa jumla juu ya imani. Maana ya imani, imani ni nini? Kwa sababu dhamira kuu tumesema simameni imara katika imani. Sasa imani ni nini? Imani ni hali ya kuamini au kuwa na hakika juu ya kitu bila kuwa na uthibitisho wa moja kwa moja. Kumbe una uhakika na kitu, lakini huna uthibitisho wa moja kwa moja. Hapa napenda kutoa mfano mmoja eh. Yani ni kitu pengine unaweza kuwa na kiamini, labda unasema kitu ni kizuri na kadhalika, lakini unaweza kuwa pengine huna uthibitisho wa moja kwa moja. Mfano, sisi tuna imani na Bwana Yesu wazi maandiko matakatifu yanamdhihirisha Yesu moja kwa moja, hiyo angalau hatuna wasiwasi. Eh? lakini mtu mwingine anaweza kuwa pengine hajasoma hata maandiko matakatifu, amesimuliwa habari za Yesu akawa na imani kubwa na Bwana Yesu, pamoja na kwamba hakumwona uso kwa uso, pengine hajasoma habari zake mfano kwenye Biblia, lakini anaamini. Hiyo ndiyo imani, unaamini kitu, lakini unauthibitishwa moja kwa moja au tuchukulie katika kitu ambacho pengine ni hasi, si kizuri sana. Watu wanaoamini katika uchawi, mtu anaweza kuwa naamini katika uchawi, anaamini kwamba mimi nimerogwa hapa, naumwa hapa, naumwa kwa vile anaamini kwamba ni uchawi kweli, ataonekana anauma na kweli ana kwa hivyo, ila hana uh, ukimwambia thibitisha kwamba umerogwa, hauwezi akadhibitisha kwa, ni imani. Au nakuta tunaweza tukawa na imani na mtu Eh, imani na mtu labda kiongozi wa dini na imani naye huyu baba huyu mama, kiongozi wa dini ni mtu safi na unamtetea huyu bwana yuko hivi na hivi, lakini unaudhibitisho moja kwa moja kwamba unaposema ni mtu bora au nini, unaudhibitisho huo? Eh, na kadhalika. Niko natoa tu mifano michache. Sasa hiyo imani inahusiana na kuamini katika Mungu, kama nilivyotoa mfano, unaweza kuwa unaamini katika Mungu, mfano kama tunavyoamini nguvu nguvu fulani zikawa nguvu za giza au nguvu kwamba kuna nguvu fulani katika maisha yetu mm. E, kama tunavyoamini kwamba Waafrika wengi, kwamba wale mababu zetu wahenga wana wana wana wana wana uweza wakatuathiri chanya au hasi, tunaamini katika nguvu hiyo ya wahenga, pamoja na kwamba wameisha fariki au dhana fulani, dhana inaweza ikawa kama ya kifalsafa au ya kisiasa Mfano, mtu anafuta na imani na chama fulani, chama cha CCM cha CHADEMA, CUF na kadhalika. Imani hiyo hata kama huwezi kuona au kudhibitisha wazi ya una imani, lakini huwezi ukaona pengine au kudhibitisha wazi wazi kwamba hiki ninachokiamini kweli ni cha kweli. Sasa, kadiri ya maandiko matakatifu mababu wanaendelea kusema, hususan waraka kwa Ebrania, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Waebrania 11 sura ya 11 aya ya kwanza. Eh, imani ni kuwa na aka ya mambo tuyataraji wayo, mambo labda yanayokuja mbeleni, unakuwa na imani nayo. Mfano, tunasema tutapata uzima wa milele baada ya maisha haya, ni vitu ambavyo tunavitarajia lakini bado havijakuwepo. Eh, tuna imani navyo eh Yesu atanikomboa katika maisha haya na maisha ya baadaye. Una imani mambo yanayokuja, Mungu ataendelea kunilinda, ni imani kwa mambo yajayo. Unaona ni bayana ya mambo yasiyoonekana, mambo haya lakini ayoonekani na, naam. Katekismu ya Kanisa Katoliki inaeleza kuwa imani ni nini? ni nini, ni mwambatano wa nafsi ya mtu kwa Mungu mwambatano wa nafsi ya mtu kwa Mungu. Nafsi yako wewe inakuwa ina, ina na mahusiano na mwenyezi Mungu. Na kwa kitu kimoja unaunganisha nafsi yako na mwenyezi Mungu katika sala zako, katika imani hiyo. Ni kanisa katekisimu ya kanisa katoliki yanavyotoa maelezo ya, ya, ya, ya, ya imani. Kwa ni mwambatano wa nafsi ya mtu kwa Mungu, wakati huo huo na bila kutengana ni kukubali kwa hiari ukweli wote ambao Mungu ameufunua. Katekizmu ya Kanisa Katoliki namba 150. Unakuwa nafsi yako imeambatana na Mwenyezi Mungu, kitu kimoja, una imani na Mwenyezi Mungu, lakini unaivali, una hiari kwa wewe mwenyewe, kwa hiari yako, kwamba Mungu ameufunua eh, ule ukweli wote ambao Mungu ameufunua unauamini. Eh, mfano kwamba Yesu mwokozi alimtuma kwetu uu ufunuo wote wa Mwenyezi Mungu unaoamini. Hivyo kuamini ni kujikabidhi kikamilifu kwa uhuru kamili na kwa furaha kwa mpango wa Mungu katika historia. Mfano mzuri tunaupata kwa babu yetu wa imani Ibrahimu, Mwanzo kumi na mbili, na mama yetu Bikira Maria kwa ndio yake, Luka sura ya kwanza mstari wa 38 ya maandiko matakatifu yapo. Ibrahimu aliambiwa na Mwenyezi Mungu aache nchi yake aende mpaka nchi ya ahadi atakayo, aliyokuwa ameahidiwa na Mwenyezi Mungu, akaamini katika nguvu ya Mungu, katika uwezo wa Mungu, na akafanya hivyo. Mfano mzuri wa imani. Lakini mama Bikira Maria, malaika pia alipokuja kumpasha habari kwamba atakuwa mama wa Mungu atamzaa Yesu, mama Bikira Maria alisema ndiyo, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, nitendewe kama ulivyonena hao ni mfano mzuri wa imani mababa, hmm? Wanaendelea kwa msingi huo, imani ni mwitikio ambao kwao akili na mioyo yetu inasema ndiyo kwa Mungu Baba na kwa kili kwa kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Ndiyo, hii inabadilisha kabisa maisha, maisha ya mtu inafungua njia kuelekea utimilifu wa maisha na kuyafanya mapya yaliyojaa furaha na matumaini ya kweli. Sasa tuangalie namba tatu, mababa maskofu wanaposema imani ni zawadi ya Kimungu. Kwanza kabisa, imani ni zawadi ya kimungu, yaani zawadi kutoka kwa Mungu. Mungu ndiye anatupa zawadi hiyo ya imani. Imani si tu, imani si tu ni mwitikio wa kiakili wa mwanadamu kwa kweli fulani kuhusu Mungu, bali pia ni tendo ambalo kwalo mtu anajikabidhi kwa uhuru kamili kwa Mungu ambaye ni baba anayetupenda upeo. Mwanadamu anaweza tu kumwamini Mungu kwa sababu yeye, yani Mungu, anakuja karibu nasi na kugusa maisha yetu kwa njia ya Kristo, kwa fumbo la umwilisho mrejea Yohane moja mpaka kumi na nne wakati wa Roho Mtakatifu akituwezesha kumpokea Mungu katika nafsi zake tatu. Naona kwa hiyo imani zawadi kutoka kwa Mungu. Mungu ndiye atujalia zawadi hiyo. Sasa, imani ni jambo la ndani kabisa, kiini kwa ndani la maisha ya kila siku ya mwanadamu. Ukiwa na imani, mfano kwa Mungu, namwamini Kristo, maisha yako yote yatakuwa yanazunguka juu ya imani yako hiyo, kabisa kabisa. Kwa asili kila mwanadamu anabeba ndani yake kiu au hamu isiyofumbika, yani, ya ajabu ya Mungu. Tamaa ya kuwa na Mungu imeandikwa katika moyo wa mtu kwa sababu ameumbwa na Mungu na kwa ajili ya Mungu. Katekizmu ya Kanisa Katoliki, ukurasa wa 27. Tena hadhi ya mwanadamu kwanza kabisa iko ndani ya wito wake wa kuungana na Mungu. Eh, Mtaguso wa pili kwenye hati yake ya Gaudium et Spes kwamba kwa mwanadamu kwa asili yake ni kutaka kuungana na Mungu. Eh, ndio maana hata Mtakatifu Agustino aliwahi kusema kwamba roho zetu hazitatulia mpaka zimetulia kwake Mwenyezi Mungu mwenyewe, kwa Mungu ametuumba akatuweka hapa kwa duniani, kwa roho zetu zitakuwa zina, hata ukimwacha Mungu, lakini baadaye roho yako itatafuta irudi kwa Muumba mwenyewe. Aidha e, unaishi au Uo umemaliza maisha haya. Kwa hiyo imani, kwa Mungu ambaye ni upendo anayejiweka karibu na mwanadamu kwa umwilisho wake na kwa kujitoa kwake msalabani na ambaye anatuokoa na kutufungulia tena mlango wa mbinguni, yaonyesha dhahiri kuwa utimilifu wa mwanadamu unatokana tu na upendo wake kwa Mungu. Hakika imani lazima iwe ndio nguvu yenye kuleta mabadiliko katika maisha yetu. Ya ukiwa na imani kabisa kwa Mungu, kwa fulani, imani Mungu au kwa kitu fulani, hiyo imani inamfanya mtu ilete mabadiliko katika maisha yake. Mfano mzuri ni jinsi tunavyomwamini Mwenyezi Mungu Kristo kwamba ni mwokozi wetu, ni Mungu mtu, imebadilisha maisha yetu, mimi na wewe. Nakuletea ujumbe huu kwa sababu wewe unamwamini Kristo na mimi namwamini Kristo. Tunapokusanyika, kwa mfano, kanisani, mtu anasema niende kanisani, tunakusanyika pale, kilicho kutu, kutu, kutu, kutuunganisha pale ni Kristo, si kitu kingine. Vinginevyo tungeweza kuwa na mkutano kama wa, wa, wa, wa chimba madini, mkutano wa walima tumbaku na kadhalika. Na hapo unaponisikiliza mimi na, na, tu, na wewe, tunaunganishwa na Mungu mwenyewe, Kristo mwenyewe, kwaonaona imani ilivyobadilisha maisha yetu kabisa. Mimi kwa mfano ni padre, nisingelikuwa na imani kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwanza nisingelikuwa Mkristo na pengine na pia nisingelikuwa padre. Niko padre kwa sababu ya Kristo ni Bwana na Mwokozi wangu, na ndiye naye mhubiri. Na wewe ndio unanisikiliza hii kwa sababu na imani katika Kristo, unaona kwamba ni neno zuri nalipata na neno la Mungu, unaona. Kwa hiyo ni imani inabadilisha maisha yetu katika dini, lakini hata katika maisha ya nje. Mtu ambaye ana imani na kitu fulani, maisha yake yanabadilika. Mfano mtu ambaye ana imani na labda na mwenyekiti wa chama fulani cha siasa, niende kama kwenye siasa, maisha yake yatabadilika. E, eh, kuna mtu kwake siasa ndi chakula, ndiyo maji, ndiyo chakula ndio, kwa sababu na imani na siasa hiyo. Kwenye michezo, mfano mpira wa miguu na kadhalika, kuna watu wanakuwa na imani na wanapenda kitu hicho. E, eh, na imani labda mchezaji fulani atafunga goli au anacheza fulani, lakini hata kama achezi fulani, mtu kama na imani naye, maisha yako yatabadilika. Kama anacheza uwanja, lazima umwende umwangalie. Kwa hiyo ndio ndio hiyo, ndiyo imani inabadili kabisa maisha yetu, na ni kitu ambacho kiko ndani. Lakini imani ni, ni fadhila ya Kimungu. Tunafundishwa kuwa imani ni fadhila ya Kimungu ambayo kwayo tunamsadiki Mungu na kila kitu alichokisema na alichokifunulia alichotufunulia, na ambacho kanisa takatifu latutaka tusaidi tusadiki kwa sababu yeye ndiye ukweli mwenyewe. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba kumi na nane kumi na nne. Kwa imani mwanadamu hujitoa nafsi yake yote kwa Mungu, yani kwa sababu ya imani hiyo, na ni kwa sababu hiyo mwa, e, mwamini utafuta kujua na kufanya ya Mungu. Mwenye haki ataishi kwa imani, imani hai utenda kazi kwa upendo Warumi moja sura wa ya kwanza mstari kumi na saba na barua ya mtume Paulo, waraka wa mtume Paulo kwa Wagalatia kwa sura ya tano mstari wa sita. Nitachi hapo kwa leo. Tafakari hii itaendelea tena sehemu ya pili, sehemu ya tatu na ya nne. Endelea kushirikisha kama taweza kupata kitabu hiki kwa nacho, ili tupate ujumbe wa mababa maaskofu ambao wanatuletea. Msifu Yesu Kristo. Kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa, kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia, usihangaike kwenda sehemu nyingine tofauti na TMP Bookshop. Hawa ni wauzaji wakongwe wa vitabu hapa Manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP Bookshop, utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP Bookshop linafunguliwa kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa mbili na nusu hadi saa kumi na moja jioni, na Jumamosi ni kuanzia saa tatu kamili asubuhi hadi saa kumi na moja jioni TMP Bookshop tunapatikana karibu na kiwanja cha chipukizi mkambala na mea hotel usiwaze wala kuumiza kichwa tmp bookshop sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani tabora kwa taarifa zaidi wasiliana na sista zawadi kwa simu nambari 0754039465 karibu tmp bookshop